wa amanahum min khawf. Kuna somo kubwa sana nataka nilionyesha hapa katika kusoma kwa Kiarabu. Moja, tuangalie kwenye hii musafu hapa, hapa, hapa. Kama utaangalia kwa chini, katika hii somo utakuta tumekuandikia kwamba sehemu hizi ambazo ina kidude hicho cha orange unaweza ukavuta haraka mbili nne mpaka sita, haraka mbili nne mpaka sita. Hapa unaweza ukavuta kwa haraka mbili nne mpaka haraka ngapi? Mpaka sita. Ya unaweza ukavuta kwa sekunde karibia mbili mpaka mpaka tatu mpaka nne, unaweza ukavuta hivyo. Sasa kwa nini inakuwa hivyo? Hiyo inaitwa mad alin Mad alin ni pale ambapo herufi zile za, za mad sawa, ambapo ni wau na ya inayozungumzwa hapo nyuma, yake kukawa kuna herufi ambayo ina fatha. Kwa hiyo unaweza kuvuta hivyo endapo utakuwa imekaa mwisho wa aya, kwa mfano kama hapo. Endapo itakuwa imekaa katikati, basi tunavuta haraka mbili. Ikikaa mwisho wa aya, basi tunavuta haraka mbili ya nne au sita, kwa mfano kama hapo. Bismillahir Rahmanir Rahim, li ilafi Quraish. Hapa iraa ina fatha, ya ni herufi ya nini? Herufi ya mad ikiwa ina sukun, alafu herufi ya nyuma yake ina fatha. ko Quraish ilafihim rihlatash shitaa wassayf. hapa

ili kuwafanya makuraishi kuwa ni wenye kuanda ku, ni wenye kuwaendelea. Yani, kwa ajili ya kuwazoesha makuraishi kuwafanya makuraishi waendelee, ila fihim rihlata shitai wasaif, yani waendelee na safari yao ya majira ya baridi na majira ya kiangazi, safari zao za wakati wa kwenda Yemeni huko na wakati wa kwenda kaskazini kwenda Shamu ndio maana tukajalia jeshi la ndovu kushindwa. ila fihim rihlat shitai wassayf falyabudu raba hadha lbait, basi na wamwabudu Mola wa nyumba hii Kaaba. Mwenyezi Mungu amewafanyia ipesi mkubwa. alladhi atamahum min ju, ambaye amewalisha kutokana na njaa. wa amanahum min khauf, na akawapa amani kutokana na hofu na akawapa amani kutokana na hofu. Hapa tunajifunza neema ya usalama na riziki. Allah aliwapa Makuraishi neema mbili kubwa, chakula kutokana na kujikinga na njaa, na amani kutokana na kujikinga na uovu. Yaani, Al-Kaaba kama inavyojulikana ilikuwa ni mahali patukufu sana kwa Waarabu wote, toka zama za Saidina Ibrahim alaihissalam ambaye ndiye aliyejenga kwa amri ya Allah, na kwa kuwa Makuraishi ndio waliokuwa walinzi wa nyumba hii tukufu, Waarabu wa makabila mengine wote walikuwa wakiwaheshimu na kuwatukuza. Na kwa sababu hiyo basi waliweza kusafiri ha, wakaenda Shamu katika siku za kaskazini na Yemen katika siku za hizo za za, za za za joto, kipindi cha baridi na joto, sawa kwa ajili ya kufanya biashara na wakawa wanarudi kwa usalama na amani. Ndio hapo ilafi Kuraishi, ili kuwafanya muendelee. Sasa ilafi rihlata shitai wa sayf, waendelee na safari zao wakati wa kwenda huko kusini na kaskazini, yani Yemen, Sham. Ndio maana tukajalia eh ilo jeshi la ndovu kushindwa. Kwa nini kilitokea hapa kwamba wakawa wanaenda kwa salama na amani kwenye hizo biashara zao pasi na kuchelea kuta kufanywa maudhi njiani au kuvamiwa na mabedui njiani au kuuliwa au kupokonywa mali zao, kama walivyokuwa wakifanya Waarabu wengine. Kwa kukazuka kisa cha ndovu, wakazidi kuheshimiwa na kutukuzwa hawa Waarabu. Sawa basi, katika sura hii Allah anawakumbusha zile neema ambayo, anawaambia yeye kwa kuwa Mwenyezi Mungu amewasahilishia Makureishi kusafiri katika kusini na kaskazini, ili wafanye hizo biashara zao, wapate chakula na mengineo, akawasalimisha na hofu za njiani zinazoweza kuwapata Waarabu wengine, lakini wao wasiziwapate si. na yote haya ni kwa sababu ya Alkaaba. Basi wamwabudu huyo Allah mwenye hiyo nyumba yaani Alkaaba. Aliyewalisha yeye, ya nani? Allah, ili wasiwe katika njaa, akawasalimisha na hofu, kwani lau kama si hii nyumba wasingeweza kusafiri kwa salama, wala isingekuja mtu katika mji wao kwa sababu ungekuwa hauna kitu. Kwa hivyo Allah aliwapa makoraishi neema mbili kubwa, chakula ili kujikinga na njaa, akawapa na amani ili kujikinga na uoga. Neema hizi mbili ndio msingi wa maisha ya mwanadamu peace and security. Naona kujikinga na njaa na kujikinga na uoga. Allah akawapa nini? Chakula na amani. Leo angalia sehemu mbalimbali ulimwenguni ambapo hakuna amani, utakuta ni kwamba watu wanazuiwa chakula na wanavamiwa, wanauliwa na mfano wake kama hivyo. Lakini tunaona pia heshima ya Kaaba. Makuraishi walipata heshima na ulinzi kwa sababu ya Kaaba. Na Allah akawahimiza waamwabudu yeye peke yake Mola wa nyumba hiyo. Kwa hiyo, shukrani zinazotakiwa zirejeshe kwa Allah. Binadamu akipewa neema anatakiwa kumshukuru Allah kwa ibada, sio kuzipokea kisha akamkufuru. Ikwana habibi na ikram. Allah pia ameonyesha uhusiano wa neema na ibada. Allah anatuonyesha kuwa ibada ya kweli inajengwa juu ya kutambua neema zake. Kwa hivyo suratul Quraish natufundisha kumtambua Allah kama mtoa riski na mlinzi, na kushukuru kwa neema za usalama na riski, na kuabudu ha, kwa kumwelekea Allah pekee bila kumshirikisha. Li ila fi Quraish, ili kuwafanya maquraishi waendelee, ila fihim, waendelee na hizo safari zao hizo, rehlat shitai wasaif. Ndio maana tukajalia hilo jeshi la ndovu kufanyaje, kushindwa faliabudu rabba hadha albayt, basi wamwabudu huyo mola wa nyumba hii Alkaaba. Alladhi atamahu min ju, ambaye anawalisha. Sawa wa amanahum min khawf, anawalisha katika njaa na anawapa amani wakati wenzao wapo katika hofu. Kwa hiyo tumejifunza somo kubwa sana, neema ya chakula na neema ya amani ni neema moja kubwa, inatakiwa tutumie kila namna kulinda hivyo vitu na tumshukuru Mwenyezi Mungu. Unapokuwa taifa lenu, sehemu yenu, mna neema ya chakula na neema ya amani, ni katika vitu vya kushukuru. fajazakumullahu khairan wa baada alkheir wa jannatul firdausi inshallah. sau kusubscribe na kujiunga na darasa zetu za free kwenye WhatsApp.